zote ndio, na kama hukumu zake zote zilivyo ndio, ndivyo mtakavyoishika ndio. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba waishike sikukuu hiyo ya Pasaka, nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, ndio siku ya kumi na nne ya mwezi, ndio wakati wa jioni, katika bara ya Sinai, ndio vile vile ndiyo yote Bwana alivyowaagiza Musa, ndio ndivyo walivyofanya wana wa Israeli amina. Amen, Bwana Yesu asifiwe, amen, haleluya. Kutoka mwezi wa tatu, na hapo panasema mwezi wa, eh, wa kwanza, ni miezi mida kutoka mwezi wa tatu na ndipo ukaingia mwezi wa kwanza, kulikuwa na miezi tisa. Bwana asifiwe, kulikuwa na miezi tisa imefanyika kwa maana maskani au tuseme Mungu alikaa katika maskani kwa miezi tisa. Bwana asifiwe, Haleluya. Yesu Kristo pia alikaa miezi tisa katika tumbo la mama yake. Haleluya! Haleluya! Ndipo Yesu Kristo akazaliwa duniani, sawa sawa na jinsi ambayo Mungu alikaa katika maskani yake jangwani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Utukufu na sifa kwa Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu amekamilika. Amen. Hallelujah. Na kama Yesu ndio maskani yetu, ina maana Yesu ameingia ndani yako. Na Yesu ameingia ndani yako. Amen. Hallelujah. Amen. Tukufu kwa Yesu Haleluya. Amen. Amen. Ndipo Yesu mwenyewe akasema yakuwatayo katika Yohana kumi na tano Agano Jipya, Agano Jipya, Yohana

Neno la Mungu linasema hivi: mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndiye mkulima, na baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu, kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, lisilozaa uliondoa, na kila ulisafisha ili nizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mkabisa kadhalika ni ni ni ni na na na nani, msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka Kusanya. Watu huyakusanya kuyatu na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa nda kika ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa hivyo. Hutukuzwa Baba yangu kwa vile mdhaabo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu.